What's up YouTube? Welcome back. It's your coach Joro. Sasa kuna kitu kinanumiza mimi moyo kama ni namna gani wanawake wafanikiwa na na, na, na nasisitiza kabisa wamefanikiwa kutushawishi wanaume kwamba ili upendwe lazima uwe na hela. Yaani kila mtu ukimwomba ushauri wa mahusiano anakwambia tafuta hela bro, tafuta hela bro. Hapana, si kweli, ni uongo mtupu. Yaani ni uongo mtupu. Eje, sisi kama jamii hatujafikia situation ambayo ni lazima uwe na hela ndio mtu akupende. Hapana, hata kidogo. Yani mtu kukupenda au mwanamke kukupenda ni kutokana na sababu nyingi nyingi sana, ambazo hela ni, ni part yake yani. Ukiona mtu ana, ana advocate anasema fedha fedha fedha fedha sana, yani ni dalili ya kwamba huyo mtu hana kitu kingine cha kuoffer, hana kitu kingine cha kumpa mwanamke tofauti na hela. Ndio maana basi anapendwa wengi wanatumikaga kwa sababu ya fedha zao, na wengi wanawake wengi ambao wanalalamika hela, hela, hela, hela, hela ni wanawake ambao ni malaya, yaani the wanajiuza, lakini ine in a really smart way. Yaani anakuambia ni buy mimi, ni pe kila kitu ambacho una na, nahitaji ili nikupende. Lakini real women, wanawake sai, halisi ambao ni sahihi wewe kuishi nao kwenye mahusiano, they don't care, hawajali kuhusiana fedha. Sasa nataka nikupe leo sababu au qualities zipi wanawake wanahitaji kwako ili wakupende kwa kama uko kuhusiana na hii issue una like, una comment, una subscribe, afu una na afu unasikiliza na hii video mpaka mwisho, aa sababu mwishoni kabisa kuna maelekezo flani nitakupatia ya wewe kufanya ili uweze kubag mademu wakali bila kutumia hata mia mbili. So stick to me mpaka mwisho. Okay, sasa namba moja ni kwamba unahitaji purpose au malengo. Of course. Kitu cha kwanza, mimi nimekuambia tu ukweli. Kitu cha kwanza demo akija kwenye maisha yako, anataka kujua je, huyu jamaa, ana purpose atakuuliza unafanya kazi gani, uko na pishimishe gani, unaishije hapa mjini, hata kujua je, wewe ni wale wale ambao wanakaa siku nzima wana scroll, wanatafuta tu buku mbili ya vocha au 5000 ya kula alafu everything is okay, au ni mtu kweli yuko serious kuhusiana na maisha? Ni mtu ame plan maisha yake, anajua nikitoka hapa na nafuatia hapa. Ana dreams, ana magoli, ana lengo, kuna vitu ana attain. Nasikia kitu pekee tu anahitaji ni mwanamke wa kumsaidia kuattain malengo yake. Na sio kwamba eti anatafuta mwanamke ndo aje atafute purpose. Hapana. Na sio kwamba eti ana hiyo 5000 alionao ndo hiyo hiyo ana anampa 2000 demu wake ya vocha, afu yanabaki na 3000, hapana. Ni mtu ambaye ana purpose. Ana kitu exactly, anajua exactly anachotaka kwenye maisha. Na muda wake mwingi anatumia kupata hicho kitu. Kufatilia, kusiana hiyo hicho kitu anachokitaka hiyo kitu ni very attractive mademu wanapenda sana sasa ukija kwa upande wa pili ambao wengi wanajificha nyuma nyuma ya pazia la fedha ni kwamba mimi sina hela mimi sina hela ndio maana mademu hawanitaki lakini nikipata hela ipo siku atanitaka si kweli si kweli wote wao ni, ni it's a cop hata mimi nilikuwa kama wewe zamani nasema oh nilihitaji hela wewe mwanamke anakupendaje bila hela utamtoaje au tu una hela lakini uhalisia ni kwamba demo akikupenda ataishi na wewe jalalani hata kama una hela ya msosi atakuletea hela ya msosi. Kama una sijui hela ya kodi atakutafutia wewe kodi ya kuletea hivi vitu, siongei mimi, jamii isha kuonyesha shahidi. Umeshaona kuna watu hapo duniani wanaishi, wanawake ndio wanafanya almost kila kitu, anampikia na kumfulia na kufanyia kila kitu. Kwa nini huyu jamaa, hata kama hajawa clear purpose yake, lakini kuna yuko busy about something, ana hustle Kutafuta kitu, kuna kitu na kitafuta, na kila siku yitu hapo, leo anaamka kufuatilia hicho kitu iko kwenye haso zake. Hasa mwanamke akishaona hii anasema, yes, huyo mtu ambaye nataka ku associate na hii, huyo mtu bado yuko driven na neza kawa hizi hela ambazo mimi nataka sasa hivi hana lakini nikaendelea kumsupport kwa muda mrefu kidogo, atapata ambacho mimi nakitaka after kwa together. Lakini unafikiri kwa nini demu anakuja kwenye life lako halafu ndani ya wiki ameishia. Unajiuliza oh, wiki yo hapana ni, ni kwa sababu amefika ameshangazwa, ujamaa gani anaishi dunia hii na hana purpose. Mwanaume wa aina gani huyo ambaye niko naye? Ambaye hana malengo. Yaani malengo yake ni kuamka asubuhi tufanye mapenzi, afu alale, tuendelee kuscroll siku nzima na kupika pika na kukaa kama watoto. Mwanaume gani huyu, hana malengo? Yaani muda wote naye mtafuta nampata. Nikimtumia texta hiyo yule ana reply kila saa, iko online, kila saa, saa anahangaika na watu. Yaani all she needs ni assurance kwamba ndani ya miaka mingapi mitatu miwili mitano ijayo akisubiria atapata ambacho anakitaka, otherwise bora angaike nao jamaa ambaye anahela kuliko angaike nao ambaye you have no purpose, do you understand? Kwa tafuta malengo kwanza, afuta shanga, automatically everything ina fall into place okay. Sasa number 2 ni kwamba you need social skills au studies za like kijamii of course katika vitu ambavyo nimenotice vijana wengi wasa hivi wanafanya ni kama you know, ameshaona kama hii swala la kwenda kuapproach wanawake ni gumu, si ndiyo? Yaani kwenda kuongea na mtu ambaye hajakujua, unaanzia wapi, kipi unafanya? You know, hawana hiyo ujasiri wa kwenda kuongea na mtu. Wanajua kabisa ili kumpata demu lazima uende kuongea na wanawake. Sasa so, hiyo kitu wamesharealize, oh, it's too much work ni kazi, ni ngumu kidogo, kwa wako wamefanda wamepata comfort kwenye kuangalia pono siku nzima. Yani mtu akipata bando ni pono pono pono pono pono, yani in such a way. Sasa amesha kuwa disconnected, yani hayuko ye na jamii, hawana mahusiano kabisa yani, hajui namna gani ya kuongea na watu, vitu gani anasema, ya vitu gani anasema, yani yuko di, totally disconnected. Sasa hata ikitokea sw time anapaswa kwenda kuongea na mwanamke, si ndiyo? anashindwa kwa sababu hawezi anaanzia wapi. Sasa kama wewe ni aina ya, ya wanaume ambao they don't know how to go and talk to women, you need to learn social skills. Hauhitaji kuwa na fedha. Ukifikiri labda ukishapata hela sasa hiyo confidence automatically inakuja, hapana. Yani confidence ni kitu ambacho unajitengenezea mwenyewe. Kujiamini au ule ujasiri ni kitu ambacho inabidi uingie shambani, uingie porini, ujifunze, ujifunze kuwa confident. Na moja ya kitu ambacho ni important kwenye confidence ni kujua social skills kama mazungumzo ya haraka na simple na watu, si ndio? Unaweza kukutana na mwanamke, kama una social skills, unaweza kaongea naye chochote, na mkaanzisha mazungumzo pale, then akakuona ujamani tofauti, akaona ujamani really nice, basi akakupa hata chance ya ya ya ya onyeko kukutana next time na kukupana namba zake. Lakini wengi hatuna social skills. Yani unakuta jamaa approach yake ni kitu alifundishwa na bro wake miaka kumi iliyopita lakini bado anaedi anaitumia mpaka sasa hivi. It doesn't work like that. Sasa akifanya hivyo, akiona haifanyi kazi anarudi oh, nahitaji hela, oh hey, hela hela hela. No, sio hela, develop social skills kwanza. Jifunze ni namna gani ya kuongea na watu, especially wanawake, ni na mbinu gani unaweza kutumia kwa confident, ili you know, namna gani ya kuanzia mazungumzo na watu ambao hujawahi kuona nao kwenye real life. Ukishafanya hivyo continuously, ukawa na hizo social skills Itakupa confidence automatically tu unakuwa jasiri kwenda kuongea na mtu wote kwa sababu unajua ni namna gani ya kuongea na watu. Sasa asilimia kubwa ya vijana wamekaa wanacheki pono, badala ya kukaa na ku reason na ku find ways to connect na binadamu wengine, kuliko kujificha nyuma ya, ya, ya pazia la oh, oh, unahitaji hela oh, unahitaji hela, sijui kuongea na watu lakini nahitaji hela ili nipate demo. Hapana, si kweli, si kweli hata kidogo. Okay, sasa namba tatu ni kwamba jifunze kusikiliza na kuwa jasiri. Of course asa portion, portion ya kwanza kabisa ya ku, ya ku approach mwanamke ni, ni confidence. Kuambia unahitaji social skills, lakini pia unahitaji confidence, unahitaji kuwa jasiri. Sasa jasiri sio kuongea tu na mwanamke, ujasiri pia ni kwenye kuongea vitu ambavyo unaamini, kuweka mipaka yako. Ujasiri ni kutoku kutafuta validation au you know, kuseek validation kwa wanawake so kuta, so time yawe kwenda kutafuta kukubalika na watu hapana. Hiyo pia inahitaji ujasiri, inahitaji confidence sana. Sehemu kubwa ambao wanaume wengi tunashindwa kuonyesha kwa basis ya confident ni kwenye kujieleza sana, we talk too much, tunaongea sana, yaani tunapiga makelele, tunaimba, tunaimba, tunaimbisha sana wanawake. Na hii ndio ndio namba moja, nikwambie tu ukweli, ndio namba moja. Na ni killer wa wa relationships kwa sababu wanaume tunaongea sana, hatupaswa kuongea hivi yani. Society au jamii zikuambia kwamba unahitaji kuongea sana kupata mwanamke sijui uwe kama mwejaku sijui au doto magari au nini. You don't need all that, you see, ukiona unaongea sana ni kwamba haujiamini kwao, unataka utumie maneno yako kuaminisha watu sijui nipata, yani unahitaji kuongea sana ili ndo watu wakuamini. Ila watu ambao wanajiamini mwaga, wanafanya kwa vitendo. Kama unajiamini siuenda kuongea naye kuliko useme oh, oh, mi naweza basi tu, sina hela ntampeleka eh, wapi? Sina hela sina hela sina hela. Ukishaona mtu visingizio vyake ni sina hela, lakini mi naweza kufanya hivyo, juu huyo mtu hawezi kufanya hivyo Haihitaji hela kwenda kujiamini na kumwambia mwanamke, hey, wao, wow, the way skin yako imekaa, una smile vizuri. You don't need skills. You need confidence. kuna kuongea na wao watu sina una kingine sasa ni kwenye kusikiliza. Wanaume wengi tumekuwa convinced kwamba ili kumpata mwanamke lazima uimbishe, si ndio? Toka zamani zilifundishwa hivyo, lazima uongee kama mwanaume, ongea ongea, sound sound sound sound. Hapana, a huge portion ya hiyo ni kukaa kimya na kusikiliza. Wanawake ni viumbe bo, they talk too much, wanaongea sana, wanaongea wanaongea wanaongea wanaongea wanaongea, hautakaa wamalize kuongea. Sasa hata kagi mwanaume ambaye amsikilizi ye na ye anataka kuongea na, na anataka kusikilizwa. Mwanaume unafanya, yaani mwanaume hausikilizi, yaani sisi kama mwanaume hatuna time ya kukusikiliza, unaongea sana. Fanya sasa, mwanamke ndio anapaswa kusikilizwa. Take your time, akiwa unaongea msikilize, usichangie chochote. Hataki mchango wako, hataki hata kusikia ushauri wako hataki sijui umwambie oo, oh, sijui inakuwa hivi yi, inakuwa vile yi, inakuwa hapana yi, hataki kusikia chochote ulichokisema. All she needs ni wewe kukaa chini kimya na kumsikiliza anachokisema, so your skill imepotea mno jana, hatuwezi, yani kila saa tuna feel ile need, ile haja ya kuanza kujitetea na kula, oh, unajua mi sio kama majamaa wengine, oh, mi napenda kweli, mi nikipenda siachi, muulize ex wangu ndo aliniacha aliani, mtatatatatata yanini ya nini yote hayo? Ok hey, sir, kwa kumalizia ni kwamba jifunze tabia zinazopendwa na wanawake you know, sababu ya kwa nini mi nilifungua hii channel ni kwa sababu zamani ilikuwa kama nyie, yani zamani nilikuwa gana tiseka sana kupata mademe yani, kwa gana fikiri kama nyie unahitaji hela na bidii uwe handsome we, na nguvu wewe una uwezo wa kubeba vyuma kilo mbili ndo mwanamke basi akutake, lakini si kweli kuna kitu inaitwa personality au character au tabia. Wanawake wanapenda wanaume wenye tabia x wenye tabia fulani, si ndio? Wanapenda majamaa ambao wako driven, wana purpose. Wanapenda wa wanajia majamaa ambao wanajiamini jiamini, wana confidence. Wanapenda majamaa ambao wana wanasikiliza. Wanapenda majamaa ambao wana jua kucheza na hisia zao, si ndio? Hii ni miongoni mwa tabia ambazo zinapendwa na wanawake. Kwa njia sababu, njia kubwa sana ambao wengi mimi mimi nimesaidia mimi kupata mademu wakali bila mimi kutumia hela wala nguvu kubwa, ni kwa kujua tabia gani wanazipenda. Kwa kila sehemu ambako nilikuwa nikikutana na wanawake wa aina hii, naonyesha tu hizo tabia kwao, automatically wanakuwa attracted na mimi, wanapenda wananipenda kwa sababu ninaonekana kama nina vitu ambavyo mtu mwenye hela au mtu ambaye ni successful alipaswa kuwa navyo. Ndio hiyo ndio shida ya wanawake ni kwamba ana, anajua kweli mtu sahihi ndio amepewa skills za kumjua mwanaume sahihi kwenye maisha yake lakini ni kama alinyimwa kujua huyu ana, ana, ana, pretend huyu anajifanya, na huyu ajifanye. Ndio maana unashangaa, unaweza kukuta demu ni mkali, lakini anatembea na jamaa mbaya kidogo. Like we vipi? Yani demu amekosenja ya, au amechanganyikiwa? anatembeaje na huyu jamaa? Especially hata mimi, yani nikitembea na madem zangu, mta people are asking me like, people wanajiuliza, yani wanajiuliza kichwani. Wengine wanakuwa na confidence, mwanangu unapataje mademu kama hawa? Of course yani, sio rocket science au sio kitu kigumu mno. Ni kwa sababu nilikaa chini nikachukua my time kujifunza kuhusiana na wanawake. Nilijifunza kama wewe hivi hivi, YouTube videos. Nimekaa nasikiliza YouTube videos years and years and na miaka na miaka ya kujifunza, mwishoni kabisa nikafanikiwa kupata keys, kujua tabia gani. Sasa hizo tabia nikawa na zimimic nazirudia mbele za wanawake ambao niko interested now au wanawake automatically wana ni mistake wanafikiri labda mimi ndo mwenye hizo tabia, lakini still bado na mimi na work towards hiyo hizo tabia, ambition discipline, nini yote hivyo, ninaonekana oh, kama ninavyo, lakini kiwalisia sina si ko. Na wewe jifunze tabia ambazo unapenda na wanawake afu zionyeshe. Ndio maana nimefungua hii channel, kwa kama uko tayari nikufundishe tabia zipi wanawake wanapenda, em niambie kwenye comment hapo chini. Baada ya kusema hayo, mimi sina mengi bwana. Peace, like subscribe.